Madeni katika sekta tofauti nchini na hasa biashara ndogondogo inatazamiwa imekua ikiathiri taifa hili kiuchumi na pia biashara zenyewe kukua. Ni matamshi yake Rais William Ruto wakati wa kikao na wanachama wa kamati la biashara nchini akiahidi kabla ya mwaka huu wa kifedha kutamatika, serikali italipa deni la bilioni mia moja hamsini kwa biashara hizi. Pending bills is crippling many

And um, in the next budget cycle, before the end of this year, we want to pay 150 billion of that money, uh, 90 percent to small and micro enterprises. In fact, the 90 percent of uh, what we will pay will go to MSMEs. Rais akijivunia maamuzi magumu ya kiuchumi serikali iliyochukua, akidokezea kuwa sasa hivi uchumi umeweza kustahimilika na hata kupunguza dhamana ya dola ya Marekani kutoka shilingi mia moja sitini na saba hadi mia moja ishirini na tisa.

We are, we are looking at an economy that is now beginning to, um, uh, to look up. Aidha katika ujenzi wa nyumba za bei nafuu na pia masoko, ameweka wazi kuwa kati ya shilingi bilioni 300 zinazotumika kufadhili ujenzi huo, serikali haijakopa wala kutumia kampuni za Uchina ama mataifa mengine bali kutoka Kenya. of the 300 billion

Rais amepigia kipaumbele kamati hiyo ya, kama ya kibiashara kuungana na washikadau na hata sekta ya kibinafsi kutumia uwezo wao kunufaika na soko la chai Uchina.